Nyote au sote tumehudhuria hapa, wanawake kwa wanamume, kwa sababu kuoa sio vijana tu. Hata kuna wazee wengine wana hamu ya kuoa, wengine wana hamu ya kuolewa. Basi Mwenyezi Mungu aturahisishie sote, allahuma amin, na tuepushe na uchafu wa zina. Mwenyezi Mungu subhana wa taala ametuambia hivi: ya ayuha alladhina amanu, enyi mlie amini, wala takrabu zina Msikurubie zina, Waislamu msikurubie. Mungu akusema la tazinu, msizini. Aha, kasema msikurubie zina, kwa sababu kukuirubia hiyo kuikurubia ni ile, mtu nakutanisha hana nia ya kuoa, lakini unamuona yuko na demu. Ndio mnataka demu, demu moja kasaswe, ungine hapa, ungine kule, ungine basi tu kutafuta machafu au nakutanisha watu wanaikaa mpaka hadi wamezaa na watoto bila ndoa. Wakati mmoja shekhe wangu al ustadh Shekh Husein na muuliza, kuna baadhi ya masali masala aliniuliza katika mwezi wa Ramadhani. Je, she vipi mtu kumtolea zakatul fitri wananiuliza siku moja pale msikitini vipi mtu kumtolea zakatu fitri, bibi yake alimchukua ali kaleba na wale watoto. Je, basi paka na ku, ku, ku, na na huko, anambia sheikh, kweli watu mpaka kuzaa familia zina kwa familia zipo wakati hiyo hali. Akasema Sheikh Saidi, jikaze sana daawa kuambia watu minal qabairi zunub miongoni mwa madhambi makubwa azina zina. Kwa hiyo nasaha kwanza kubwa kwa umati wote ambao umehudhuria hapa ni tuweze kuoa tuweze kufanya nini, kuoa kama gisi ambavyo ndugu yetu hapa alimam sheikh eh, maisha bin juma kuweza kumchukua kuweza kumuoa, samahani eh, binti wetu fedha binti juma hivi jambo la kupendeza, waone gisi wamependeza wote na, na bashasha na furaha na kila kitu. Simoni hapo ana furaha kweli kweli. Kwa hiyo hii yakwenda na buruzana buruzana. Mwenyezi Mungu atukataza tusizini, hakika hiyo zina ni uchafu na ni upotovu. Leo magonjwa yamekuwa mengi, yamekuwa haya na yale tofauti, na magonjwa zina tu. Kwanza miongoni mwa madhambi makubwa. Kwa haraka haraka, nasaha kwa imamu maisha ni kusema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hivi ar-rijalu kawamun ala an-nisa, mwanamume ndiyo kiongozi, ndiyo amuendeshe mwanamke maisha yake. Mwanaume ndiyo kiongozi wa mwanamke, isiwi baadaye eh, mwanamke sasa ndio anakuwa anabakia sabaha la sabaha la maana yake ni kusema kwa kifaransa pense, maana yake anafanya taa anakwenda huku na nini na kila kitu, wewe ndio kiongozi wake, kuishi naye kwa wema kama gisi tunavyotamani unaona huko. Kwa hiyo ametuhusia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wa kwamba na muishi na hao wanawake. Mwenyezi Mungu anasema na muishi na hao wanawake kwa wema Isiwi leo magomvi madore nini na kila kitu, Mwenyezi Mungu atepushie mbali. Kwa hiyo ni juhu yetu kuweza kuishi na wake zetu au uishi na mke wako kwa wema, kama alivyotufunza Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. La mwisho, kullukum rain wa kullukum masur an raiyatihi, nyote ni wachunga na kila mtu ataulizwa kwa kile alichokichunga. Kama umevyomuoa binti wetu Bi Fedha akienda kuharibika huko, basi ni wewe, uchungaji wako ni, u, ni uchungaji mbaya na utaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho ulichokichunga. Akienda kuongoka huko, basi alhamdulillah tutasema, mashaallah uko mchungaji bora, na huko kiongozi bora, yaani uko msimamizi bora. Kwa hiyo ni juu yako kuweza kumtunza vizuri na kumchunga mke wako kama kisi Uislamu unavyofanya nini, unavyoturuhusu kwa haraka haraka eh, Bifeza, leo umekuwa mke wa bwana maisha. Kwa hiyo ni juu yako kuweza kufata sheria zake Mwenyezi Mungu. Subhanahu wa Taala anasema mwanamke mwema, mwanamke mwema ni yule ambaye, faswalihati, ni yule ambaye mswalihina ambaye sala zimpigi chenga sio hawa wanawake, mtanisamehe kutanisha iye, labda kusali kwake ni siku ya Ijumaa au siku ya laidi, ameuziwa spere yake wala amepata wa joho yake, ndio anataka saa kwenda kule kwenye uwanja wa laidi, anena, anena, anena, anena kuonyesha ile joho lake lile. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yani, aendi kule kwenda kibara kwenda tu awamuone kama amevaa nguo yake zuri. Wanawake, mwanamke bora nasema kwamba ni yule mcha Mungu kani tati, ni yule mtiifu mwenye kutii sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Mwenyezi Mungu anatuambisha hivi unafata, Mwenyezi Mungu anatukataza hivi unaacha, una eh? Mwenyezi Mungu na mwanamke bora kanitati tena hapa na ule mwenye kutii sheria za mume wake mume bifeza. Anapokataza mume wako, mwalimu maisha, anapokataza sitaki hichi, lazima kuweza kukifanya nini, kuweza kukitekeleza. Sitaki hili, nataka hili, lazima uwe mtifu kwake. Hafidhati, mwanamke bora ni ule ambaye anayejihifadhi. Unaona hivyo eh? Umeolewa speech kwa ajili ya sheikh au maalim maisha, sio kesho kesho kutwa wende ukaone wengine huko eh, roho ianze kurukaruka na nini a, lazima wewe uwe mwanamke mwenye kujihifadhi kwa sababu ya mume wako tu. Vile vile katika kuhifadhi, uhifadhi mali za mume wako na vitu vyake vyote, sio leo wanakuja anafika kitu fulani yeye nimeacha eh, nilipana we eh, eh, kilichukuliwa kilibila ruhusa ya mume wako. Lazima uweze kuhifadhi mali za mume wako, uweze kujihifadhi wewe mwenyewe, na vile vile uweze kuhifadhi siri za ndani sio kupigwa na njaa tu, siku moja tayari simu kwa mzee Jumali, papa namuitaga papa papa, ndo hivo sisi, huko hali ni mbaya sana, hakuna kitu na mikekea hivi njaa ndo tena, kwa hiyo tunaomba utumie hivi na hivi. Wewe mwanamke hafidhwa, mwenye kuhifadhi siri za ndani. Au kidogo mume wako kaumwa, tayari simu hukuja huku tayari, huku jamani, maisha ni hatari, anaumwa na nini na nini, aa mtafutie bilugunja, mtafutie katunula, mtafutie nini fanya sababu, minal asbabu, Mwenyezi Mungu atamponya. Kwa hiyo uwe mwanamke mwenye e, kuhifadhi mwenye kujihifadhi yeye mwenyewe, mwenye kuhifadhi siri za ndani na mwenye kuhifadhi mali za mume wake na siri za mume wake.